Tamaa ya mali yamfanya bidada kumwacha mwanaume aliyempenda kisa ni maskini. Juma, nimechoshwa na ahadi zako ambazo hazina kichwa wala miguu, na kisha kwenda kuolewa na mwanaume tajiri ndani ya jumba la kifahari. Bidada alienjoy sana na kusahau kabisa umaskini, ila ndani ya jumba hilo la kifahari kuna chumba cha siri ambacho haruhusiwi mtu yeyote kuingia. Ajabu bidada kila akipata mtoto. Akifikia umri miaka miwili, mtoto huyo anakufa katika mazingira ya kutatanisha, na kila mtoto anayekufa mume wake anazidi kutajirika. Joka kubwa ndani ya mlango wa siri linatema pesa nyingi. Je, unataka kujua ni nini kilitokea kwenye mkasa huu? Sasa kabla sijaanza simulizi hii, like kisha ni follow au subscribe. Alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako? okay, tuyanze hadithi yetu. Jua la jioni lilikuwa likichuruzika damu angani, likipaka rangi ya machungwa na zambarau juu ya paa za bati za Manzese. Jeni, akiwa amesimama kando ya mtaro uliokuwa ukitoa harufu kali ya maji taka yaliyotwama, alivuta pumzi ndefu ya kuchoka. Vumbi la barabara lilichanganyika na jasho kwenye ngozi yake laini na gauni lake la koton lililokuwa limechoka lilionekana kama tusi kwa uzuri wake wa asili. Alikuwa mrembo, mrembo kiasi cha kufanya magari yapunguze mwendo na wanaume kumeza mate, lakini uzuri huo ulikuwa umefungwa na pingu za chuma za umaskini. Mbele yake alisimama Juma, mikono yake ilikuwa migumu, imepasuka na kufunikwa na grisi ya gereji. Alikuwa fundi msaidizi na mapato yake yalikuwa ya kubahatisha, lakini moyo wake kwa Jeni ulikuwa dhahabu tupu. Jeni mpenzi, Juma alianza, sauti yake ikiwa na tetemeko la woga. Alijua Jeni wa siku hizi hakuwa yule wa jana. Najua mambo ni magumu, lakini nakuahidi na kuahidi na nimepata kibarua kingine pale Keko niki Juma, imetosha Jeni alimkatiza, sauti yake ikiwa baridi kama sakafu ya saruji Juma, nimechoshwa na ahadi zako ambazo hazina kichwa wala miguu. Nimechoka, nimechoka na ahadi zako, nimechoka na harufu hii ya mtaro Nimechoka kulala njaa huku nikijua kesho ni ahadi nyingine. Lakini Jeni, mapenzi yetu. Mapenzi? Jeni alicheka kicheko kikavu kisicho na furaha. mapenzi yatalipa kodi ya chumba hiki cha uvungu? Mapenzi yatanunua dawa mama yangu akiugua? Juma, nimekutana na mtu mtu anayeweza kunipa maisha ninayostahili. Juma alihisi kama amepigwa na radi. mtu mtu gani Jeni, tangu lini anaitwa Bwana Heri na ananipenda anataka kunioa. Bwana Heri, jina hilo liliingia masikioni mwa Juma kama sumu. Bwana Heri alikuwa yule tajiri aliyekuwa akimfuatilia Jeni kwa gari lake la kifahari, Range Rover nyeusi yenye vioo vya giza, kila Jeni alipokuwa akitoka kuuza vitumbua vyake. Alikuwa mwanaume aliyepita umri wa Jeni kwa miongo miwili, lakini alikuwa na harufu ya pesa, harufu ya noti mpya, marashi ya bei ghali, na uwezo wa kununua dunia. Jeni, usiniache, Juma alipiga magoti akishika viganja vya miguu ya Jeni bila kujali grisi iliyokuwa ikipakaa kwenye gauni lake. Usinifanyie hivi, nitafanya kazi usiku na mchana nita... umechelewa Juma, Jeni aliondoa mguu wake kwa nguvu. Nimeamua, kesho Bwana Heri anakuja kutoa mahari, naenda kuolewa na tajiri, nimechoka kuwa maskini. Machozi yalimtoka Juma. Tafadhali usiniache, mpenzi wangu Jeni mimi bado nakupenda. Hayakuwa machozi ya hasira, bali ya kuvunjika moyo. Alisimama taratibu akipangusa mikono yake iliyochafuka kwenye suruali yake. Alimtazama Jeni, mwanamke aliyempenda kuliko maisha yake, na kusema kwa sauti iliyovunjika, basi kama pesa ndiyo imekuwa muhimu kuliko moyo wangu, nenda, lakini kumbuka Jeni, si kila kinachong'aa ni dhahabu. Na mimi, mimi naenda kuzitafuta hizo pesa, naenda kuzitafuta mpaka nizipate siku moja utajua thamani ya mapenzi ya kweli. Hayo yalikuwa maneno ya mwisho ya Juma. Siku hiyo alitoweka, hakurudi gereji, hakurudi chumbani kwake, alipotea kama moshi. Harusi ya Jeni na Bwana Heri ilikuwa gumzo la jiji. Haikuwa harusi tu, ilikuwa tamasha la utajiri. Magari ya kifahari yalifunga barabara ya kuelekea ukumbi wa Mlimani Chiti. Vyakula kutoka mabara matano vilikuwepo. Watu walikula na kunywa mpaka wakasahau majina yao. Jeni, ndani ya shela lake jeupe lililoagizwa kutoka Italia, alinga kama almasi. Alihisi kama yuko ndotoni. Walihamia kwenye jumba la kifahari huko Masaki. Nyumba ilikuwa kubwa kiasi kwamba Jeni alihitaji ramani ili kujua wapi pa kwenda. Kulikuwa na bwawa la kuogelea, bustani iliyotunzwa vizuri na watumishi kwa kila kazi. Bwana Heri alimpa kila kitu, magari, vito vya thamani, safari za Dubai na Paris. Jeni alisahau harufu ya mtaro wa Manzese. Alisahau hata jina la Juma, lakini kulikuwa na kitu kimoja cha ajabu. Bwana Heri alikuwa na chumba kimoja ambacho hakiruhusiwi mtu yeyote kuingia. Chumba hicho kilikuwa mwisho wa ukumbi mrefu na mlango wake ulikuwa mzito wa chuma cheusi. Bwana Heri alikiita ofisi yake ya faraga. Alisema huko ndiko alikokuwa akifanyia maombi na mikutano yake muhimu ya kiroho. Jeni akiwa amepofushwa na pesa hakuoji. Alifurahia tu maisha yake mapya. Mwaka mmoja baadaye, Jeni alipata ujauzito. Bwana Heri alifurahi isivyo kawaida. Furaha yake ilikuwa ya kutisha. Alimwangalia Jeni kama mkulima anayeangalia shamba lake lililostawi. Mtoto wa kiume alizaliwa, mrembo mwenye afya. Wakamwita Tumaini. Maisha yalikuwa kamilifu. Jeni alikuwa na kila kitu ambacho mwanamke anaweza kutamani, mume tajiri, mtoto mzuri, na utajiri usio na kifani. Tumaini alikuwa haraka, akijaa afya na bashasha. Siku ilifika, siku ya kuzaliwa ya Tumaini ya kutimiza miaka miwili. Bwana Heri aliandaa sherehe kubwa kuliko harusi yao. Alisema ni kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Watu matajiri na maarufu walijaa kwenye jumba lao. Muziki, vinywaji na vicheko vilisikika kila kona. Usiku wa manane, wakati sherehe ikiwa imepamba moto, Jeni alikwenda kumwangalia mwanawe aliyekuwa amelala. Alimkuta Tumaini akiwa anatokwa na jasho jingi. Mwili wake ulikuwa wa moto kama jiko. Jeni alipiga kelele. Walimkimbiza hospitali ya kifahari ya Aga Khan, kabla hawajafika hata getini, Tumaini alikuwa amekata roho. Vipimo vilishindwa kuonyesha chanzo cha kifo. Madaktari walibaki wameduaa, kifo cha ghafla kisicho na maelezo. Jeni alivunjika moyo, wake ulipasuka vipande elfu, alilia mpaka akakaukiwa na machozi. Jambo la kushangaza, Bwana Heri ingawa alionekana mwenye huzuni, akuwa amevunjika kama Jeni. Siku tatu tu baada ya mazishi, Jeni alimsikia akiongea na simu kwa furaha, ndiyo tender imepita, tumeshinda mkataba wa miaka kumi wa kusambaza mafuta serikalini. Jeni alihisi baridi ikimpanda kwenye uti wa mgongo, lakini alijituliza akijua labda mume wake alikuwa anajaribu kujisahulisha kwa kazi. Maisha yaliendelea. Ili kuziba pengo la tumaini, Jeni alipata mimba nyingine, binti wakamwita Bahati. Alikuwa mrembo kama mama yake. Jeni alimiminia mapenzi yote yaliyokuwa yamebaki moyoni mwake, alimficha akimugopa hata na upepo. Siku ya kuzaliwa ya Bahati ya miaka miwili ilipokaribia Jeni alianza kuhisi hofu, hofu isiyo na jina. Alimwambia Bwana Heri wasifanye sherehe, wakakae tu ndani kimya kimya. Bwana Heri alikubali kwa shingo upande. Usiku wa kuamkia siku ya kuzaliwa, Jeni hakulala, alimkumbatia Bahati kifuani pake. Alfajiri Bahati alianza kulia, kichefuchefu, kisha akapoteza fahamu. Jeni alikimbia naye hospitali, lakini ilikuwa imechelewa. Bahati naye alikuwa amefariki tena madaktari hawakujua sababu. Na tena wiki moja baada ya mazishi, bwana Heri alipata dili lingine kubwa. Alinunua jengo zima katikati ya jiji, utajiri wake uliongezeka maradufu. Huu ukawa ndio utaratibu. Jeni alizaa mtoto wa tatu, Amani, alikufa akiwa na miaka miwili. Bwana Heri alifungua kiwanda. Mtoto wa nne, Furaha, alikufa akiwa na miaka miwili. Bwana Heri alinunua meli za mizigo. Mtoto wa tano Baraka alikufa akiwa na miaka miwili. Bwana Heri aligundua mgodi wa madini. Mtoto wa sita Neema. Kwa Neema, Jeni alikuwa amechanganyikiwa. Alijua hili halikuwa jambo la kawaida. Siku Neema alipokaribia kutimiza miaka miwili, Jeni alimchukua mtoto na kukimbilia nyumba ya wageni ya kifahari, akimwacha Bwana Heri nyumbani. Alilala na Neema chumba kimoja, akimkumbatia Usiku, Jeni alihisi chumba kinakuwa baridi, baridi ya kutisha. Alihisi kama kuna uwepo wa mtu mwingine chumbani. Alipomwangalia Neema, mtoto alikuwa ameacha kupumua, kimya kimya, bila hata kukohoa. Jeni alipiga kelele iliyosikika mpaka mtaa wa saba. Wakati huu Jeni alikuwa amekufa ganzi, hakuwa binadamu tena, alikuwa ganda tu lililovaa nguo za bei gali na manukato ya Dior. Mazishi ya Neema yalikuwa ya kimya baada ya mazishi Bwana Heri alishinda zabuni ya kujenga mji mpya wa kisasa. Alikuwa sasa ni mmoja wa watu kumi matajiri zaidi nchini. Jeni alikuwa amefungwa kwenye jumba la dhahabu, lakini ndani kulikuwa na kaburi. Alikuwa na kila kitu, lakini hakuwa na kitu. Hakuwa na furaha, hakuwa na amani, hakuwa na watoto. Alikuwa mionge aliyekonda kwa mawazo na huzuni, huku mumewe akinenepa kwa utajiri na furaha. Duni noma sana. Leo tuishie hapa, tukutane tena katika sehemu ya pili ya simulizi yetu hii, na ndiyo tutajua, je, atachukua uamuzi gani baada ya kupitia kipindi hiki kigumu na hatima yake itakuwaje? Okay, mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Usisahau kunifollow au kusubscribe kwa ajili ya sehemu ya pili. Tukutane tena katika wakati mwingine. Asante kwa kuangalia.